William Ruto amesema kuwa viongozi wanaotumia vijana vibaya na hasa katika mikutano ya kisiasa kuhatarisha maisha ya wengine kueneza ajenda zao za kisiasa watachukulia hatua kali za kisheria. Waziri wa Usalama wa Ndani Kipchumba Murkomen akisema hakuna kiongozi yeyote atakayesazwa na mkono wa sheria, kwani wanaharibia idara ya usalama jina lao na kuifanya kana kwamba haifanyi kazi. Kwa muda sasa, wahalifu na hasa vijana wanatumika na wanasiasa kueneza ajenda zao za kisiasa na pia kuvuruga mikutano ya wapinzani wao. Hapo jana wahuni walivurugana nje ya kanisa la PCA katika ibada iliyohudhuriwa na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, maafisa wa polisi wakiwatawanya na vitoa wa machozi, watu kadha wakiathirika ndani ya kanisa, wakiwemo watoto, rais William Ruto akitoa onyo kwamba atakabiliana na yeyote anayefanikisha maovu haya. Tumekubaliana ya kwamba sisi ni nchi ambayo tunafuata sheria. Wale ambao wanatumia vijana kama wahuni, watu ambao wanatumika kulete fujo, kupiganisha wananchi, kulete maafa, hawa ni watu ambao hatuwezi kukubali, na nishamweleza Inspector General wetu wa polisi kwamba watu hawa wote lazima wachukuliwe hatua kali za kisheria, ndio tukomeshe uhuni na mambo ambayo yanaharibu usalama katika taifa letu la Kenya. Waziri wa Usalama wa Ndani Kipchumba Murkomen akiweka wazi kuwa hakuna mtu yeyote au kiongozi atakayesazwa, hasa wale ambao wanawasafirisha vijana hawa kuhatarisha maisha ya wengine na kufanya vitengo vya usalama kana kwamba hawafanyi kazi yao.

I believe that Rais William Ruto pia ametaka machifu kuwa mstari wa mbele pia kuwatoa wahuni na kutaarifu serikali mahali wanakoishi, kwani hawawezi kubali kuendeleza wizi wa mifugo na maafa kwa wananchi ya kwamba tuko na tatizo katika sehemu mbalimbali mbali: wizi wa ng'ombe banditry, wahuni, wakora wanawasumbua wananchi na kulete maafa katika hizo sehemu zote. Mimi nataka niwaulize nyinyi kama officers, front line officers, wale officers wa mstari ya mbele, nyinyi ndio mtatusaidia kujua hawa watu ni kina nani kwa sababu haiwezekani wahalifu waishi mahali popote Kenya pasipojulikana kwa sababu tuko na chief na assistant chief kwa kila kona ya taifa letu la Kenya. Amezungumza haya katika hafla ya kuhitimu kwa machifu nchini, baada ya kupewa mafunzo maalum na serikali. Fredrick Wambua, Undugu TV.